Naomba nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kulike kwa ku comment, kwa kushare yani, yani nashukuru sana it means a lot to me yani, naona nina community, nina watu ambao yani content ikifika wanaangalia wana share, halafu sasa mnanipa na mawazo tuletee content hii. Kwa mfano kama leo content ambayo kufanya ni kwa sababu ndugu yetu anaitwa Charles, ndugu mmoja kwenye jamii yetu hii ameniambia bwana, hebu tutengenezee maudhui ambayo wakati mwingine unatuelezea, yaani nisiwe ninaongea mada zetu tu peke yake. Labda niseme jamani, mkiona hivi magari haya ni taksi, umeona bwana koo. Leo nikaona kwa nini lakini nisifanye hivi, nitembetembee, nisiwe nina mada ambayo nimesema tuizungumzie, ila niwaelezee yale ambayo ninayaona. Alafu nitatengeneza series itakuwa jina kwenye video pale, ukiona tukate mitaa Ulaya, ujue siku hiyo hatuna mada nzito nzito sana, tunatembelea tu vitu vinavyoonekana na kuelezea nyote. Kwa hiyo nibadilishe kwa kamera yangu. Haya sasa, nimebadilisha kamera hivi, ili tuanze na kukata kwetu mitaa. Sasa ukiona watu wanaingia na kutoka maeneo kama hayo, wanaenda kwenye vituo vya treni, viko chini ya ardhi. Na hiyo sitashuka hapo kwenda kwa sababu nimeshafanya video kwenye swala hili la maisha kuendelea juu ya ardhi, alafu chini kuna usafiri. Kwa hiyo naomba, naomba angalia hiyo video hapo. Ehe, haya, hii na yenyewe ni taxi. Hizi taxi zipo za size tofauti tofauti kwa hiyo kama hii hapa, nyie mko wengi, mnataka, mnataka gari comfortable ama ni mmoja, lakini una mizigo mingi, unaita hivi taksi bwana. Ukiingia tu inaanza kusoma, kuna kimashine chao kinasoma. Unakuta kuna wakati wajanja hawa hawa madereva taxi wanataka kukuongezea pesa, kwa hiyo atakukatisha mitawe, tena ukiwa mgeni <laughs> Nakumbuka mara ya kwanza wakati nilikuwa mgeni, sijajifunza bado kwenda na metro, kwa sababu ukienda na basi ama metro treni ni bei rahisi sana. Nilikuwa nachukua taxi, mama yangu atakulisha mitaa wewe, sehemu ya kwenda dakika tano, basi itazungushwa kwa sababu kile kimita chao kinaendelea kusoma, ndugu yangu, yani ni kawaida sana ukalipa euro arobaini kwa trip tu, sio kwamba umeenda nje ya mkoa, hapana. Kwa eh, eh, hiyo huyu kasimama eh. Mimi nasubiria taa Kumbe katuziba eh, imeisha sasa. Ngoja tu nisubiri. Kumbe alisimama sehemu ya kupita, anyway. Kwa hiyo hizi ni taxi, ukishaona hivi, hawa ni watu wa sekta ya usafiri. Wanakitaa pale juu, umeona ikiwa kijani, namaanisha hana mtu ki, kuna inakuwa rangi ya njano hivi kama sio nyekundu, ikiwa na mtu, na pale juu hata inaonyesha ndani wamebakia watu wangapi, kwa mfano huyu hapa inasoma sijui, mnaona hiyo taksi ya pembeni pale juu, si nakataa hapo. Ehe, huyu hajapakiza mtu, ndio maana kijani, lakini ikiwa imepakiza mtu inaonyesha hata wamepakia watu wangapi. Haya, hapa pembeni yangu kuna kituo cha basi, ngoya nipite mkione, labda ngoya nianzie hapa. Hichi ni kituo cha basi, ukiona kasehemu kamewekewa kama a, kivuli hivyo basi hichi ni kituo cha basi na basi linalopita hapa ni namba B24. Angalia ile alama pale juu. Ehe. Kuna mabenchi, kuna mabenchi pale si unaona eh? Kwa hiyo unakaa hapo unasubiria basi lako B24, na kwa kutumia Google Map unaweza kuona basi hilo linafika saa ngapi. Wakati mwingine unakuta hata kuna viskrini vidogodogo pale pale kwenye kwenye kituo lakini uhakika pia ni kwenye Google Map, yaani uhakika kabisa, kwa sababu hata kama screen ya amna pale kituoni, uhakika kabisa ni kwenye Google Map. Ukifika kwenye Google Map pale ukaweka jina la kituo unachotaka kwenda, kwa mfano okay, tuseme laba yana, wewe mtu wa Dar es Salaam unataka useme naenda Buguruni. ah, Buguru, Buguruni, Buguruni gani jamani? Buguruni sokoni. Ehe, kwa mfano nilikuwa ninasema ukiweka jina la kituo chako hicho, ni kituo kingine. Kwa tuseme labda kama uko hapa uende uko hapa uh, unataka uende Ronda Sant. Hicho ni kituo kinaitwa Ronda Sant Pera, wenyewe wanasema Sant Pera, hiyo Girona. Haya, ndio mabasi yote yanayopita hapa. Sasa kila basi lina destination yake, na hizi basi zote matreni yote yapo kwenye mfumo wao Google Map. kwa hiyo ukiweka tu lile jina la kituo, kwa mfano Buguruni Malapa, Ehe, unaona mabasi yanayoenda Buguruni Malapa yapo kwenye vituo gani, yanapita saa ngapi na, na utumie njia gani ili uweze kufika kwenye hayo kwenye, kwenye hicho kituo kwao. Utaangalia hichi kituo ni tembea dakika sita, hichi dakika kumi na tano. Wakati mwingine wanakwambia hapa panda pa y kwanza, baiskeli kwao, kama una baiskeli yako unaendesha unaenda hapo. Haya, leo bwana, kwa vile naenda kwenye mtoko mchana, bajeti yangu ya kula mchana nimesevu na hivyo naenda kujizawadia chai kutoka kwa Wachina. Hapa kuna Wachina wanauza chai. Nasogea babo asije akahisi na mrekodi. Kwa hiyo kuna Wachina wanauza chai hapa, zile chai zao ambao ndani zina bubbles. Wewe tuangalie kwenye menu. Aha, mimi nadhani nitachukua ile ya kawaida. Umeona chai zao lakini, euro 5.5 kwa hiyo, hiyo ni elfu kumi na tano na ushe tuseme Bei ghali zaidi labda imeanzia 5.5 mpaka 7.9, tuseme nane nane mara tatu. Kwa hiyo imeanzia elfu kumi na tano mpaka mpaka, nisogee hivi, mpaka elfu ishirini na nne Wana vitu vya kukaa hapa, ndugu, mnywa chai kama unasubiri, lakini vile vile wana mdoli huyo kukukaribisha ambaye haimbi. Ngoja tuende ndani oh. 3 s bwena. Haya jamani, nilipita kwanza kutoa oda, alafu niombe ruhusa ya ku- ya kuchukua eneo sasa. Ngoja nijifanye kama natoka nje ili tupate view nzuri. Haya, kwa hiyo ukiingia utamwona mdoli huyu Mlango litaka kunibana jamani, mlango litaka kunibana. Haya, kwa hiyo pale kuna labda unaweza ukaoda hapa na kulipia moja kwa moja ehe. Unaweza ukaoda hapa na kulipia moja kwa moja, ila mimi nilimuona mtu hapa kwenye meza yao, kwa hiyo nikaenda hapo moja kwa moja. Kuna mziki wa kichina unaendelea hapa, sijui nausikia ndugu yangu. Na kule nyuma naona ndio chai yangu inaandaliwa sasa. Ehe, kwa hiyo eneo lenyewe linavyoonekana ndio kama hivi. Na nimepewa tiketi yangu hapa kwa hiyo chai yangu ni euro tano. Ngoja nijaribu kukuonyesha, sijui utaona euro ehe hii kamera bwana euro 5.90. Kwa tuseme kama euro sita. Kwa hiyo chai yangu bwana ni elfu kumi na nane hmm. nimechagua kikombe cha kati kwa sababu anakuuliza wataka kikombe kikubwa ama chakati. Ngoja ikije, nitakuonyesha hicho chakati. Ngoja nikae hapa, nisubiri kwanza huduma ifanyike. Yani nimepewa feni. Oh, ni nadhani ni feni nimepewa, eh? Ni zawadi, wamesema ni promotion. Haya, na hii ndio chai yangu. Kuna joto jamani, na hii ndio chai yangu jamani. Haya, ngoja tuendelee na safari yetu, adios. Haya, kitu kuhusu wachina jamani, tuwapongeze. Na mimi hata wananipa hamasa. Kokote wanakoenda lazima wajifunze lugha ya hiyo nchi fasta fasta. Sehemu ninaenda kutengeneza kucha, jana nilikuwa huko, wanaongea kihispaniola vizuri sana tena. Nisiwe mwongo, waweza kashangaa, wanaongea hata kikatelan ambao ni lugha ya hapa kwa hiyo wanatutia hamasa sana jamani, na sisi tukifika kwenye nchi za watu ambazo wanaongea Kiingereza, tupambane kujifunza ile lugha, kwa sababu kiukweli ndio namna pekee ambapo utaweza kunufaika na fursa za kwenye ile nchi. Kama lugha hamna jamani, hata ya kuombea maji hautaongea kama wao. Yani huo ndio ukweli, kwamba itakuchukua muda, unaweza ukafanikia nyingine, itakuchukua muda, unaweza sana. Unajua hata mtu akijifunza Kiswahili na akiongea hataweza yani, kuongea kama wee unavyoongea you know, hata hivyo sasa jamani tujitahidi. Juzi tu nilikuwa nazungumzia kazi ya kuuza vyuma Ulaya. Leo kwenye mizunguko yangu pale nyuma pale kuna kijana mweusi unasikia, unaona <coughs> nitajaribu kupazungushia, nilimpita nikaona <coughs> sio vema, mtu aone kabisa unamrekodi, lakini yuko nyuma pale, naona amepata kitu kama mtungi fulani hivyo. Anachofanya pale, anaufua ule mtungi ili aweze kuondoa masponji sponji, kibakie chuma na kuna wakati huwa mnaniambia tuonyeshe mitaa kama ya ndani ndani. Sasa umeona hii mitaa hii, hii ndio mitaa ya ndani ndani, ndugu yangu. Ehe, hii ndio mitaa ya Barcelona ndani ndani. Umeona hapa chini, hii haya ni majani kutoka kwenye hii miti hapa, ni majani kutoka kwenye miti haya. Na pale pembeni pale, tusogee. Hili ni bomba bwana. Umeona hili bomba hapa hili bomba haya, maji unakunywa bure, ni bomba la manispa, ni maji safi yanayofaa kunyweka. Sasa sio vizuri kuchezea maji. ngoja. ngoja. umeona? eh, ngoja ninawe. sije kaonekana nachezea bure eh, eh. kwa hiyo maji yanatoka kama hivyo, watu waga wananyweshaga mifugo yao na vitu kama hivyo. Haya, nimependa hizi barabara, zinavutia hapa baada ya majani kudondoka eh ja na mimi nipite kabisa hapa hapa wanapopita wa mabwana, yani very beautiful. Ni majani haya yako huku juu kwani sogere ka, karibu maona, ni majani fulani hivi, ni maua. Ni maua mazuri sana ah, mazuri kweli kweli, jamani, sijui anaitwaje. Alafu sio kwamba ina harufu haya, hapana hey. Nitachelewa kwenye mtoko, ngoja sichepue. Ila jamani, ni pazuri. Umeona hmm. Ya, ya kuna sehemu yamejaa kama uyachote hivi. Hii mitaa kama huu mtaa ninaopita i say huu mtaa una historia ya miaka zaidi ya elfu moja, elfu moja. Kuna unajua Hispania ni nchi ya ambayo kiimani mizizi yao ni Roman Catholic, ni Wakristo hawa kwa hiyo unajua Roman Catholic wana utaratibu wa kuwa na watakatifu, wana vigezo vyao wanavyotumia kumkategorize mtu kwamba mtakatifu. Kwa hiyo sasa, huu mtaa ni maarufu sana, unaitwa Saint Pera. Huu wote ni kutokana na kwamba huyo Saint Pera ni mmoja wa watakatifu wa Roman Catholic. Umeona pale juu maneno haya. Sasa hivi unavyoona hii hii mitaa ni mitaa ambayo ina historia ya miaka elfu moja na umeona hapa tunavyotembea hizi pavementi za mawe. Ukiona mawe kwa sababu haya ni mawe yana miaka mingi mno. Hii plaza unayoiona hapa pembeni na kanisa lenyewe, makanisa ni mengi sana. Hili ni moja la kanisa hili, hili ni moja ya kanisa haya, ndugu zangu. Kwa hiyo sasa hapa tayari ninaingia maeneo ambayo yanaongezeka kurukushani barabara kama unavyoona zinazidi kuwa pana. Naona hivi vidude vya barabarani ni kwa sababu kuna, kuna, kuna, kuna ukarabati ulikuwa unaendelea hapa ehe, Aya. haya ni yale maeneo ya kukusanyia taka taka ndogo ndogo mitaani mingi. Umeona kuna mitaa inaenda huku upande wetu wa kushoto Natakiwa nivuke barabara, ngoja nivuke tu hapa kabisa, kwa sababu hata nisipovuka hapa natakiwa nivuke kule mbele, kwa bora nivuke hapa. Haya ni maegesho ya pikipiki. Na wewe ukija na pikipiki yako unaegesha hapa. Hizi sio za kukodisha, ni za watu. Haya, eh, eh. Taa, ah, nimechelewa, ngoja nisubiri taa, zile taa ishasema mimi nisimame ta shawa kuwapitisha huu uh, upande uh, ambao ninatoka, lakini upande ambao ninaelekea ni mpya. Hapa kwenye uh, theatre, wenyewe wanasema theatre bora ni theatre hapa, unakuja kuangalia maigizo. Maigizo ni eneo la sanaa hili, kwa hiyo wana, wana, wana hiyo michezo tuseme, tunaitaga ni michezo ya jukwaani ile hata hivyo, utanufaika kama unazungumza lugha yao, kwa sababu haya maigizo huwaga haya hayatumii lugha nyingine isipokuwa lugha zao mara nyingi sana, lugha zao. Haya, ngoja ni barabara. Huku ni pana, ndugu yangu, yani unavuka, unasubiria tena hapa. Kuna watu wako na baisikeli zao, na wenyewe kwa hiyo hizi taa zikistopisha, nyewe wote waenda kwa miguu, waenda kwa baisikeli, sharti msimame, fuate utaratibu. E, kwa umeona hapa kwenye, kwenye alama ya mstari ule, hii ni barabara ya waenda kwa baisikeli, hii ya katikati hapa ya magari, hii hapa ni ya basi na taksi, kwa hiyo inabidi ufahamu wewe unatakiwa upite upande gani. Hii barabara unayoiona hapa, hii ni barabara yasioenda kwa miguu, iko katikati ya park. Kwa unaona miti kama hivi ehe, miti mingi, unakaa hapo unavuta unavuta kidogo hewa ambayo ni safi hivi ehe. Sasa hizi sasa ndio baisikeli za kukodisha, umeona hizi baisikeli, fika hapa ba kwenye hizi baisikeli bwana, wana application yao kwa hiyo wewe unachofanya unaingia kwenye application husika, unalipia, utapewa naamini kitu kama password hivi, unaingiza, unachomoka na baisikeli yako, jioni unairejesha. Kwa hiyo hizi unazoziona hapa, naona aidha wateja wamezirudisha ama ndio zina zinasubiria. Hiyo ni kampuni ya mtu binafsi, sio mambo ya serikali hayo. Ehe. Kwa atukate tena mtaa Ona barabara nyingine kubwa, yaani jamani, Barcelona ni pana. Barcelona ni ni pana. Oh, pardon me <laughs> jamani, si nime nimekumbana na mtu hapo yeye, yeah, anaenda huku mimi naenda kule, tukakutana. Ukiona vitu kama hivi, ni kwamba ni ujenzi unaendelea hapa, labda wana repair tiles, sio tiles, pavement. Kwa hiyo ndo wamekusanya maeneo kama haya vifaa vya kufanyia kazi. Uh-huh. Ona mlango ulivyo mzuri umrefu uh. Haya, ikiwa wanarekebisha ili msidumbikie msi, msi wanawekea haya madude, unakanyaga hapa unapita kwa uzuri unapita kwa uzuri kabisa. Barabara kubwa, mabasi yanaendelea kama kawaida hapa. Inabidi niendelee kunyosha moja kwa moja kwa sababu eneo ninaloenda ramani ananiambia niendele kusogea. <tipulia> <Ha. tipulia> Wakati huu bwana, hali ya hewa kwa kweli ni ya joto. Utaona hata wenyeji wenyewe wanavyovaa ni nguo kata mikono fupifupi fupi hivi, kwa sababu hali ya hewa hali ya hewa ni joto. Eh. <tipulia> nimeona <Ne> paka hapo <tipulia> <tipulia> kana nini paka mkubwa hivi hmm. Haya sasa. Haa, nikimbie? Naona ngoja, nisikimbie magari, anatakiwa kupita muda huu. Haya haya, ni baadhi ya majengo jamani. Haya majengo mwa ndani kuna mambo tofauti tofauti, yaani ni pamoja na urembo mwingi, ni ofisi, ni makazi. Ehe. ni ofisi, ni makazi ni yale maeneo ya kukusanyia taka. Umeona hivi walivyochora hivi barabarani hapa, ni huu mtaa wanafunzi wanakatiza huko. Ukishaona mambo kama haya, jua huu mtaa wanafunzi wanakatiza, kuna shule hapa karibu na mimi. Shule yenyewe sio ndio hii? Ehe, kuna wanafunzi hapa. Ha, hapa kuna shule hapa, ndugu zangu. Haya ndugu zangu, na imani umeuona mji wetu wa Barcelona katika series yetu ya tukate mitaa Ulaya. Na hivyo basi naomba uniambie ni kitu gani kilichokuvutia wewe sana, ama ni kitu gani ungezidi ungetaka kufahamu zaidi.